Leo tuna kichwa kinachosema maombi yako yanalindwa na kinywa chako. Maombi yako yanalindwa na kinywa chako. Naitwa mwalimu Eliya Emmanuel Ndoda. Tutaanza na mithali mlango wa kumi na nane na mstari wa ishirini na moja nayo inasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi na wa upendao watakula matunda yake. Aha, Kumbe vinywa vyetu huwa vinatamka mambo ambayo yanatokea kwenye maisha yetu. Kumbe tunapotamka maneno yetu, sio bure tu, hatuobwaji isipokuwa, maneno yetu yanazaa vitu katika ulimwengu wa roho. Mtu anaweza akaomba maombi mengi sana, anaweza akafunga sana, anaweza akawa na bidii sana katika kufunga, lakini maombi yake yakawa hayana nguvu ya kufanya chochote. Na wengi wamekuwa wakishangaa kwa nini wanaomba, lakini maombi yao hayana matokeo, maombi yao hayabadilishi chochote, maombi yao wanaomba lakini hayazai chochote. Wanaona wako pale pale kama vile hawaombi, kama vile Mungu hawasikii. Ndugu yangu, maombi yako yana maana sana mbele za Mungu, isipokuwa shida shida iko kwenye baada ya maombi ni kitu gani ambacho huu unasema? Ni maneno gani ambayo yamegutawala ambayo umekuwa ukizungumza nje ya maombi, baada ya kuomba? Kwamba maisha gani ambayo unaishi kwa kutamka. Namna unavyoongea katika ulimwengu wa mwili, ndivyo ambavyo inasainiwa katika ulimwengu wa roho. Kinywa chako huwa ni lango la kushinda au lango la kushindwa, inategemeana na vile ambavyo unajitumia Mungu aliumba dunia kwa neno, lakini shetani anachukua maneno anaharibu watu. Kwa hiyo anaharibu maisha ya watu kupitia maneno yao. Maombi yanaweza yakawa hai au yasiwe hai, inategemeana na kile unachotamka baada ya kuomba. Baada ya kuomba unatamka nini? Unaweza ukafanya maombi yako yaendelee kuwa hai au yakawa yamekufa kabisa. Ngoja tuangalie mambo machache. Jambo la kwanza la kuangalia, maombi yako ni mbegu na kinywa chako ni udongo. Unapoomba unapanda mbegu ya kiroho, lakini udongo wa mbegu hiyo ni maneno yako ya kila siku. Ukiwa ni mtu wa shukrani, maneno yako yatakuwa ni udongo mzuri unaolisha maombi yako lakini ukianza kulalamika na kuongea mashaka au kusema sidhani kama Mungu atanisaidia, maneno hayo huwa kama sumu inayoua mbegu ya maombi yako. Mathayo 21:22 Biblia inasema nayoyote, mtakayo yaomba katika sala mkiamini, mtapokea. Kwa kuamini huwaga ni jambo la moyo, lakini kulinda imani ni kazi ya kinywa chako. Kwa hiyo lazima ujue kulinda imani ni kazi ya moyo, jambo hilo ni jambo la moyo kabisa, lakini kulinda imani ni kazi ya kinywa chako. Tuangalia jambo lingine, kinywa ni silaha ya kulinda maombi. Kinywa ni silaha ya kulinda maombi, hiyo ni jambo la pili. Maombi yako ni kama mtoto mchanga, koo mtoto mchanga kimsingi huwa analindwa huwa analindwa kwa uangalifu mkubwa sana kwa hata maombi pia huwa yanalindwa kama mtoto mchanga. Kwa hiyo lazima uyalinde kwa kutamka maneno ya shukrani, kutamka maneno ya imani, kuyajengea msingi wa imani ili yaendelee kuwa hai katika ulimwengu wa roho. Kwa ukiomba jambo lolote, anza kabisa kuwa unatamka, anza kuwa unatamka. Mfano umeomba e, upate kazi Amini kabisa, anza kutamka kwamba mimi ninayo kazi, ninayo kazi. Hata mtu akikuuliza akakwambia wewe ni jobless, mwambie mwambia, mbona kazi siku si, si, si, si, si nyingi. Mbona niko naingia kazini. Kwao ni muhimu, hata unapokatishwa tamaa, wewe usikubali kukata tamaa kupitia kinywa chako. Hata kama wengine wanakuvunja moyo, usikubali wewe uvunjike moyo, wewe endelea kuamini tu kwamba jambo lako litakaa Sawa, hata kama ni ndoa, umri usikutatize, miaka isikutatize, wewe simama kidete kabisa kwamba Mungu yuko upande wako na ni haki yako kuwa na mume wako. Ni haki yako kuwa na mume wako, ni haki yako kuoa au kuolewa. Ni haki ni haki ya kila mtu, kwa haialishi umekaa miaka mingapi. Una miaka zaidi ya thelathini hujaolewa, mimi tu nataka nikueleze kwamba Mungu yupo upande wako, na ukiamini, saa yoyote Mungu anaweza kufanya muujiza. Masuala ya umri huwaga ni namba zetu, lakini Mungu yeye kuna namna anavyohesabu, kuna namna yeye anavyoangalia. Akili zake sio zetu, fahamu zake sio zetu. wow. Usihofu, kwa majira ya Mungu utaenda kabisa kule ambako Mungu ametaka uende, na utaolewa na mtu ambaye Mungu anataka uolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama uko unaumwa, lazima uanze kujijengea kwamba mimi nitapona, ugonjwa huu hautaniua hata kama unajisikia, madaktari amekuambia haiwezekani. Uh -uh. Wewe anza kusema kwa Mungu inawezekana. Kwa madaktari imeshindikana, lakini kwa Mungu inawezekana. Kwa hali hii ni kweli nayopita, watu wengi wameona siwezi kuvuka, lakini kwa Mungu nitavuka. Anza kukataa mauti, anza kuikataa kwa namna yoyote, anza kuikataa. Jambo la tatu la kujua, shetani huwa anatumia kinywa chako kufuta maombi yako. Shetani hutumia kinywa chako kufuta maombi yako. Kimsingi, shetani hana nguvu ya kufuta maombi yako, lakini anaweza kukushawishi ukatamka maneno ambayo yatafuta yale ya maombi yako. Mfano, kuna, ma, kuna maneno kama haya: sioni kama nitaweza tena, haya maombi yamechukua muda, labda Mungu hanisikii, labda si mapenzi ya Mungu. Maneno hayo huwa yanatoa ruhusa kwa roho ya kushindwa na kufuta kitu ambacho kilikuwa kimetengenezwa mbinguni kwa ajili yako, na ni kinyume cha imani, ni kinyume cha kuamini kabisa. Tuangalie Injili ya Mathayo mlango wa 12 na mstari wa 37, nayo na inasema kwa kuwa kwa maneno yako utasabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa mjibu wa andiko hili, maana yake kinywa chako, maneno yako huwa yana maana sana, huwa yana maana sana, kwa ni kuangalia tu vile ambavyo unakuwa unatamka. Jambo la nne. Kinywa chako kinaweza kuhifadhi nguvu za Mungu. Kila unapomaliza kuomba, jitengenezee utamaduni wa kutamka maneno ya imani, mfano: Mungu wangu anatenda mambo makuu hata sasa, najua niko karibu na jibu langu, hakuna linaloshindikana kwa Mungu wangu. Lazima umwamini Mungu wako. Maneno kama haya huwa yanavuta maraika wa Mungu kuendelea kufanya kazi katika maombi yako. Kinywa chako kinaweza kuendelea kuamsha moto wa maombi hata baada ya kuomba. Kwa hiyo hilo lazima ulijue kabisa. Tuangalie jambo lingine la tano, jinsi ya kulinda maombi yako kupitia kinywa. Jinsi ya kulinda maombi yako kupitia kinywa, jambo la kwanza, usiongee mashaka baada ya kuomba. Usiongee mashaka baada ya kuomba. Kila neno la shaka ni kama kufuta kilichokuwa kimeandikwa. Tumia neno la Mungu katika silaha ya kinywa. Hilo ni jambo la pili, kwamba tumia neno la Mungu katika silaha ya kinywa. Ko kazia kwa kusema imeandikwa na hii imeandikwa. Haya ndio ngao ya maneno ya ushindi, kwa hakikisha una maneno ambayo yako ndani yako, maanake uwe unasoma neno la Mungu ili uwe na maneno ya kutosha, ambayo utakuwa unasema imeandikwa. Kwa hiyo nimesema kwamba hiyo ndiyo e, ni ngao ya maneno ya ushindi sana. Jambo la tatu, tabia ya kushukuru kabla ya kuona majibu ni ya msingi sana. Tabia ya kushukuru kabla ya kuona majibu, shukurani ni udhibitisho wa imani hai. Kwa hiyo hilo lazima lifahamu. Lakini jambo la nne pia epuka maneno mabaya kwa wengine. Usipokuwa na kujilinda maneno yako kwa jia wengine, maana yake ni kukosa utii kwa Mungu. Kinywa kisichotii Mungu hakiwezi kulinda maombi kwa Mungu. Jambo la tano ambalo ndo la mwisho, tangaza kila siku kile unachotamani kuona tumia kinywa chako kupanda kile unachotaka, sio kile unachokiogopa. Basi tuko tunamalizia, ninaenda kwenye hitimisho. Namaliza kwa kusema kwamba maombi ni kama silaha, lakini kinywa ndicho kinacholinda au kinachoua silaha hiyo. Mungu anataka tuwe watu wa maneno ya imani, si maneno ya malalamiko. Maombi yako yatalindwa, yatahifadhiwa na yatakuwa kama tu kinywa chako kitaendelea kusema yale Mungu anasema. Yoshua moja nane anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali ya tafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, kisha ndipo utakapostawi sana. Nimeamua nimalizie na Joshua 1:8 ili kwa ajili ya kuusitizia kabisa. Uh, naweza kusema kwamba tazama, namna ambavyo unaongea, lazima uanze kujichunguza na kujipeleleza ili maombi yako yawe na faida, maombi yako yasiwe ya bure, kufunga kwako kwa kusio kwa bure, kwa kila unachofanya kisiwe cha bure maana unaweza ukaona omba, ukaona maombi mengi, ukaona bidii katika kuomba, ukaona maarifa katika kuomba, lakini kinywa chako kimefungulia lango la kushindwa, kimefungulia lango la kutoa kujibiwa maombi yako. Kwa hiyo ninakuasa sana, Mungu akusaidie. Acha nipate kumshukuru Mungu Mtakatifu, Mtakatifu Mungu wa Israeli, asante kwa ajili ya msikilizaji wangu ambaye amenisikiliza somo hili. Baba yangu na Mungu wangu, ninasi nasi, eBwana, maisha yake eBwana yasibaki kama yalivyo, anapoendelea kuchukua hatua anapolinda kinywa chake, e Mungu wangu na baba yangu, kamsaidia e Bwana, kumpigania neema yako Bwana ikawe juu yake, katika jina la Yesu Kristo. Antalati, baba pokea sifa mtukufu. Ninaamini ya kwamba e Bwana utampigania, utamsaidia, utampa maarifa, utampa uwezo, utampa ujuzi kwa jua tukufu wako, pokea sifa mtukufu Mungu, katika jina la Yesu. Kama hujaokoka fatisha maneno haya, sema: Bwana Yesu, ninakuja kwako, ninaamini ya kwamba wewe ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yangu, ninakili ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, nimekutenda dhambi wewe peke yako e Bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, yaandike jina langu kwenye kitabu cha uzima katika jina la Yesu amen. Mungu wangu na baba yangu, mbaliki mtu huyu kwa ajili ya utukufu wa jina lako katika jina la Yesu amen. Amen. Mungu akubariki sana, Mungu akutetee, Mungu akupiganie, neema ya Mungu ikufunike kitu hapo leo, katika jina la Yesu sema amen.